Wapo wanaume wanaokuja kama neema, wapo wanaokuja kama funzo. Usiombe funzo lako liongezewa adhabu, usiombe neema ifundishe kwa nguvu. Chukua somo, acha aliyefunza. Ukibaki na chuki, unagombana na somo badala ya kujifunza nalo. Maumivu yana nafasi yake, yanaongea, yanafundisha, yanakulinda. Usirudi kwa sababu za udhaifu, lakini yakishafundisha usiendelee na chuki, kana kwamba somo halijatosha. Kumwelewa mtu aliyekuumiza ni utulivu, kumchukia ni kifungo.